kama siavoshangaa fanya unajua hali yake aima, lakini yeye amefurahi, jamani. Kwa hiyo kwa kuwa amekuwa ni efa bora katika siku yake ya kuzaliwa tunampatia zawadi ya keki, keki awaio Aspita makofikekikekinakua makofi safi kabisa. Basi ni mkaribishe Chacha, karibu hapa e, utasimamia zoezi la keki e, kama mwalimu e, na Yusufu walimu awe wa e, na walimu kwa ujumla wenye uzoefu na hizi <laughs> kazi e, na Roda, <laughs>